Wanaharakati katika kaunti ya Siaya wamepongeza hatua ya Seneta wa Siaya Oburu Odinga kwa kuanzisha programu ya kuwasaidia wajane wa kaunti hiyo ili waweze kujimudu kikamilifu. Wamepongeza mswada huo uliopitishwa ambao utashughulikia maswala ya wajane na wanaomba mswada huo uliopitishwa kutekelezwa. Uh,

Sure the the so they they nataka ni shukuru kwa hii program ya eh, Dr. Oburu Odinga wametukumbuka leo na wametutembelea na wametuletea pesa ya table banking. Ninashukuru kabisa kwa sababu imekuwa mzigo mzito kwetu kulea, wa, kulea watoto tukiwa peke yetu kuwasomesha na kushughulikia mambo yao ya hata wakiwa wagonjwa. Nataka eh, kuhakikishia widows ya kwamba na pamoja na wenye wametuletea pesa ya kwamba tutatumia hii pesa vizuri, ili iweze kutusaidia. Tutafanya biashara ndogondogo, na hii itatuinua katika maisha yetu ya kila siku.